Narudi tena upya, narudi kwa upako mpya kwa uweza mpya na kwa mamlaka mpya ya kiroho zaidi. Ninakupenda sana mtazamaji, naipenda nchi yangu hii ya Afrika, nawapenda watu wote, viongozi wote wa dini, ninawapenda watu wote wa Kristo na viongozi wote wa serikali kwa ujumla. Mungu wa mbinguni aachilie neema, Mungu wa mbinguni aachilie baraka kubwa kwa, kwa ajili kwa yako, yako. Basi Floriani mwinjilisti mhubiri njili ambaye nimeitwa kwa habari ya kuinjilisha injili ulimwengu mzima nchi nzima, na katika nchi za nje, basi nikuombe mtazamaji, awapenda kushiriki kipindi hiki uwanze na mimi na umalize pamoja na mimi, na Mungu atakupa baraka kubwa, na Mungu atakupa neema isiyo ya kawaida. Niko marapa kwa ajili yako nina ujumbe ambao Mungu amenibariki amenipatia kwa ajili yako mtazamaji katika siku njema leo kabisa. Ah, ujumbe unasema ukiwa okay, unatafuta ni vigumu kuheshimiwa. Ukiwa unatafuta ni vigumu kuheshimiwa, lakini heshima inakuja baada ya mafanikio. Ndio ujumbe sasa ambao tunakwenda kuushiriki, narudia tena. Ukiwa unatafuta ni vigumu kuheshimiwa lakini heshima inakuja baada ya mafanikio. Ndiyo, wakati unapokuwa unatafuta, watu wengi wanakuwa wanakucheka, watu wengi wanakuwa wanakudhihaki. Hata ungekuwa unalima, mtu anaweza akakuta huko unalima shamba, lakini wakati anapokukuta huko unalima lile shamba aa, anacheka, anakudhihaki lakini nataka nikwambie mtazamaji, siku njema, leo elewe ili kwamba ah, kuna wakati ambapo sasa unaweza ukawa unatafuta. Katika kipindi hicho cha kutafuta, ujue kwamba ah, watu watakudaki, ah, watu hawatakupa heshima yako, lakini heshima inakuja pale wakati wa mafanikio. Kwa hiyo, baada ya mafanikio, heshima yako ndipo inapokuja. Basi nataka leo tuangalie twende kuangalia watu wa muhimu sana twende kuangalia, tuosikia habari za Kushi, e, habari za Kushi pamoja e, na Sauli, lakini pamoja na Samueli. Watu watatu nitawazungumzia, nita nitasoma kitabu cha kitabu cha, kitabu cha wa, a, Samueli wa kwanza ile sura ya tisa mlango wa sita nitasoma Biblia, naomba unisikilize kwa makini. Kuna neema kubwa ambayo inakwenda kutokea kwa ajili yako. Tutaangalia kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya tisa kuanzia ule mstari wa msitari wa, wa, wa sita itasoma ule mlango wa sita Biblia biblia biblia inasema ile, anasema inasema. Naye akamwambia tazama, katika mji huu mna mtu wa Mungu naye ni mtu mwenye kuheshimiwa, y yote ayasemayo hutukia kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza, eh, kutuambia habari ya safari yetu tunayoiendea. Ni safari gani hii ambayo a, anayongelea ambayo walikuwa naiendea? Hizi ni habari za Kushi pamoja na Sauli pamoja na mfanyakazi. Biblia inasema palitokea siku moja, punda wa kushi wakapotea. A, punda wa kushi wakapotea na walipopotea sasa a, aliamua sasa kumwita e, mwanaye Sauli, akamwambia basi kwa kuwa punda zimepotea, ninataka nikuagize uende ukaambatane uka, uka, uka, uka na, na mfanyakazi na ukaambatane na na, na, na na mtu mwingine uh, mwende sasa mukaende kutafuta punda wangu ambao wamepotea. Ndiyo Sauli alikubali, Sauli alikubali akaamua kuondoka, na alipoondoka sasa, Sauli alifuatana na mfanyakazi mwingine wakaenda, lakini walipoenda walifika mahali wakachoka kabisa maana wametafuta wamechoka, wametafuta uh, punda ziko wapi? Punda zimekosa, lakini wakaamua sasa wapange. Sauli uh, akasema ni, ni bora turudi kwa baba ili tuweze eh, kwenda kumpelekea ripoti, anaweza kuwa na mawazo mengine labda uh, labda labda naweza kuwaza labda tumeenda wapi, labda naweza kuwaza labda tume, tumefia huko, na akashindwa kuwaza e, punda wake akaanza kuwaza sisi. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba walipokuwa wanawaza kurudi nyumbani kwa baba, Biblia inasema ya kwamba palitokea yule mtu aliyekuwa pamoja naye akasema. Tusome Biblia. Biblia inasema ule mstari wa sita anasema naye akamwambia, tazama katika katikati ya mji huo mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa, yote asemayo utukia kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza eh, kutuambia habari ya safari yetu tunayo iendea. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Maana chakula kimekwisha uh, kimekwisha vyomboni mwetu, wala hapana zawadi ya kumpelekea mtu e, wa Mungu. Tuna nini uh, sisi sasa? Habari ninayoongea ni kwamba ninaongea habari ya kwamba ukiwa unatafuta na ni vigumu kuheshimiwa, lakini heshima inakuja baada ya mafanikio. Sasa nisikilize mtazamaji, siku njema leo. Ni kwamba uh, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa muonaji ambaye anaitwa nani? Anaitwa uh, sa Samueli. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mtu alikuwa anaitwa ni mwonaji, maana yake ni mtu ambaye alikuwa uh, ni mwenye maono, mwenye mafunuo na mwenye kutafisiri maono na ufunuo. Biblia anasema kwamba huyu mtu kwa sababu alikuwa ni mwonaji, huyu mtu aliyekuwa pamoja na Sauli, Biblia inasema ya kwamba alikuwa alimwambia kwamba waende kumwona huyo mwonaji kuna mtu wa Mungu naye ni, ni, anaheshimiwa kwa sababu yoyote anayeyasema huwa yanatokea yanatokea je ya ya turudi nyuma pale tu, tuulizane vizuri kipindi kile ambacho alipokuwa anaongea maneno hayajatukia ha, ilikweje kwa hiyo inaonyesha kwamba kipindi kile alipokuwa haja, haja, haja, haja, hajaweza kuongea maneno halafu yakatukia, inaonyesha kwamba palikuwepo kitu kinachoitwa dharau. Ina maana yake alikuwa ana dharau kipindi kile. Alianza kupata heshima yake baada ya pale ambapo alipoanza kutamka maneno yanaanza eh, kutukia. Maana baada ya baada ya mafanikio, baada ya mafanikio ndipo sasa heshima ilipoanza kuja. Maana unamsikia anaongea kwamba Twende kwa mtu wa Mungu. Kuna mtu wa Mungu mara hapa ambaye sasa yeye ni mwonaji, lakini yoyote anayeyatamka yanafanyaje? Yanatukia ya. Kwa hiyo inaonyesha kwamba pale kipindi cha nyuma alipokuwa bado hajaanza kutamka maneno yakaanza kutukia, unaona kwamba palikuwepo na kitu kinachoitwa dharau. Heshima haikuwepo. Heshima ilikuja kuonekana pale ambapo alianza kusema vitu alafu vinatokea. Maana yake ni nini? Ukiwa unatafuta ni vigumu kuheshimiwa, lakini heshima inakuja baada ya mafanikio. Sasa ninaongea sasa na msomi, kuna watu ambao sasa wamesoma Ey, nisikiliza kwa makini. Kuna watu ambao wamesoma, wamesoma na wamesoma mpaka elimu kasema basi imekuchoka, yaani ilifika wakati mpaka ikakuchoka. Msomi, naongea na wewe. Kuna mahali ambapo unaweza ukakata tamaa, ni kweli, umesoma umemaliza madigrii, umemaliza umezunguka mashule yote, umesoma lakini hujapata ajira. Lakini wakati unapokuwa umekaa hapo kijijini, lazima watu watakudharau kwa sababu bado uko katika hali ya utafutaji, maana hujaajiriwa. Umesoma kweli, lakini hujaajiriwa lakini sasa watu watakudharau watu watakupa heshima yako, kwa sababu wewe bado uko katika hali ya kutafuta. Lakini heshima inakujaje? Heshima inakuja, inakuja pale ambapo utakapopata ajira, pale utakapoajiriwa katika ofisi fulani au katika idara fulani. Baada ya pale utakapoajiriwa, wakaanza kuona matunda yako, ndipo heshima yako itakapoanza kuja. Kwa hiyo hivyo naweza nikasema na wewe msomi ni kwamba hata kama ujaajiriwa usikate tamaa hata kama unadharauliwa usikate tamaa. Iko siku na sana dakika watu watakuja kukuheshimu, maana ujumbe unasema kwamba ukiwa unatafuta ni vigumu kuheshimiwa, ni vigumu kupewa heshima yako. Lakini heshima inakuja pale, inakuja. Heshima yako inakuja pale ambapo sasa utakapokuwa umefanikiwa. Utakapokuwa umefanikiwa hapo ndipo heshima yako itakapokuja. Lakini kama hujafanikiwa huwezi kuona heshima yako na watu hawawezi wakakuheshimu. He, watu waweze kwa kuheshimu. Kwa hiyo umesoma hujachiliwa, ya kupasa kujipa moyo, kwa sababu wakati ukifika, mi najua hata ulipo, hata hapo hapo ulipo kijijini, watu wanasema umesoma nini, watu wanaongea kwamba ni labda la, la, wengine wanasema kwamba uh, pesa ulizimalizia uli, uli, uli, uli, uli, uli kule, au wengine watasema kwamba ulikuwa huko shuleni ulikuwa badi kwa katika bizinesi zako, wengine watasema, wengi wataongea kwa sababu hujafika katika hatima ya mafanikio. Lakini heshima eh, yako itakuja lini? Heshima eh, yako itaonekana pale. Heshima eh, yako itakuja pale utakapofanyaje? Utakapoajiriwa pale utakapoajiriwa pale, ndipo heshima yako itakapoanza kutokea pale, utakapoanza kuwa na mshahara wako, pale utakapoanza kulipwa katika sehemu utakapokuwa umeajiriwa, heshima yako lazima itakuja. Basi usife moyo wewe uliyesoma ambaye hujaajiriwa, neema eh, eh, eh, ya Mungu iko mbele yako. Eh, neema ya Mungu iko mbele yako. Neema ya Mungu iko karibu kwa ajili yako na Mungu atakusaidia kwa wepesi. Vumilia katika yote hata ukiwa unasema ile magumu inakupasa kuvumilia kwa sababu neema iko mbele yako. Iko siku na sana dakika Neema ya Mungu ikifunuliwa je, maisha yako, wale waliokuwa na kuzalau hawata kuzalau tena, wale waliokataa ku kuheshimu watakuheshimu, kwa sababu neema ya Mungu imetokea. Ndiyo, Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pia niongee kwa watu wengine. Unajua, kuna neema nyingi duniani humo. Kuna wengine ambao sasa wamesoma, lakini uh, kuna nafasi nyingine mpaka ugombee Eh, eh, unagombea katika, uh, unagombea katika kiti cha uraisi au unagombea katika kiti cha, cha ubunge. Ndio unapokuwa unagombea, lazima kuna changamoto nyingi sana utakutana nazo. Kuna changamoto nyingi sana utakutana nazo. Wewe ni mwenyekiti wa kitongoji unakupa na gombea, lakini ukiingia mitaani utakuta maneno mengi sana utakuta, utakuta unaongelewa vitu vingi sana. Utakuta, unaongelewa mambo mengi sana ni ma, ni, ni matusi watakutukana kwa sababu uko katika sehemu ya kugombea. Ndio wewe ni mwenyekiti wa kitongoji unagombea, lakini pia kuna nafasi zingine za ugombeaji, kuna nafasi zingine za bunge. Uko unagombea kwenye mitaa, lakini bado watu wanakupaka matope kwa sababu uko katika hali ya utafutaji na nataka unielewe, uko katika hali ya utafutaji. Mgombea yoyote anapokuwa anagombea katika kiti chochote na anakuwa katika hali ya utafutaji. Kwa hiyo unapokuwa katika hali ya utafutaji, lazima uelewe hili jambo, ukiwa unatafuta ni vigumu kuheshimiwa, ni vigumu kupewa heshima yako, maana uko katika hali ya utafutaji. Heshima yako itakuja pale ambapo utakapokuwa umefahuru ndio utakapokuwa umefahuru, unagombea katika kiti cha, cha, cha, cha ubunge. Pale utakapofahuru watu watakupa heshima yako, watu watakuheshimu. Lakini heshima haiwezi ikaja pale ambapo ah, hapa pale ambapo sasa heshima Itakuja pale ambapo sasa utakapokuwa umefahuru umefuzu vizuri. Kwa hiyo ukisha fahuru, naamini kwamba heshima yako itakuja, lakini kwa kipindi ambacho sasa uko katika hali ya kugombea, lazima heshima yako hutaweza kuiona. Utakachokutana nacho, utakutana na matusi makubwa, utakutana na vita vikubwa, kwa sababu huko katika hali ya utafutaji. Yeyote anapokuwa nagombea, yeyote na kwa sasa anayegombea katika kiti maalum chochote Ujue kwamba uko katika hali ya utafutaji. Ndio, uko katika hali ya utafutaji. Kwa hiyo usitegemee kupewa heshima yoyote, usitegemee kuheshimiwa na mtu yoyote. Na kitoto kidogo kitakudharau, na na na wazee watakudharau, na watu wakubwa watakudharau, na watu wadogo watakudharau, na utadharauliwa na kitu chochote. Lakini usife moyo, kwa sababu uko katika hali ya fanyaje, ya utafutaji. Uko katika hali ya utafutaji, kwa chochote unachokutana nacho, lazima ulizikane nacho. Bwana Yesu apewe sifa. Neema ya Mungu iwe pamoja na wewe. Ninaamini naongea na wewe, kuna jambo ambalo utajifunza, kuna jambo ambalo utajifunza, kuna jambo ambalo utalielewa zaidi. Kwa hiyo inaongea katika nafasi ya ugombeaji, wanaogombea katika nafasi za za nafasi za za nafasi utendaji wa wa wa, wa nani, utendaji wa, utendaji wa ofisi fulani, idara fulani e, mfanyakazi unagombea ufanyakazi wa kiserikali idara zozote zile, ujue kwamba uko katika nafasi ya utafutaji ya utafutaji. Kwa hiyo katika hali ya utafutaji hutaweza kuheshimiwa. Kumbuka, naongea ujumbe unaosema ukiwa unatafuta ni vigumu kuheshimiwa, lakini heshima inakuja pale ambapo ni sehemu ya mafanikio, sehemu ya mafanikio, lakini heshima inakuja baada ya mafanikio heshima inakuja baada ya mafanikio. Ukishafanikiwa ukafaulu kabisa, lazima watu watakupa heshima yako. Ndiyo, nataka niongee nawe, Mungu akupe neema na Mungu na Mungu akubariki. lakini pia nikirudi katika sehemu nyingine e, nikirudi katika sehemu ya nikirudi katika sehemu ya sehemu ya, ya, ya, ya kanisa linaloanza. Ka, kanisa kuna makanisa ambayo yanaanza sasa, unakuta mchungaji anaanzisha kanisa E, anaanisha kanisa uh, unakuta sasa ana washirika watatu amebatika ame kupata washirika watatu, hajajenga eh, anasalia pale chini ya mti ndio. Nataka niongee na wewe, nikutie moyo, siku njema ya leo, elewa ya kwamba huo mwanzo uko katika hali ya utafutaji, ndio uko katika hali ya utafutaji. Ni vigumu ukiwa unatafuta, ni vigumu kuheshimiwa, lazima utazarauliwa kwa njia yoyote lazima utazarauliwa kwa njia yote, lakini Mungu anajua kilichoko mbele mbele yako. Sasa nataka niongee na wewe, ndio mchungaji unaanzisha kanisa fulani, umeanzisha kanisa fulani, una washirika watatu, lakini pia unasalia chini ya mti sawa. Wakati huo wa kipindi hicho, lazima utazarauliwa. Ninajua utazarauliwa na watu wengi watakuzarau, lakini ujue ya kwamba kwa kipindi hicho, mtumishi wa Mungu, hicho ni kipindi cha utafutaji ndio na uelewe kwamba ukiwa unatafuta lazima hapata kuwepo heshima mahala pale. Wengi watakudharau, wengi watakusemea magumu, wengi watasema haka kanatoka wapi, wengi watasema haka kalitoka wapi, wengi watasema labda ni biashara, wengi watasema mambo makubwa yasiyo ya kawaida. Lakini ambacho mimi nataka nikuambia ni kitu kimoja, unatakiwa kuelewa kwamba uko katika sehemu ya utafutaji, na katika sehemu ya utafutaji unapokuwa bado unatafuta ujue ya kwamba hizo ni nyakati ambazo ni za kuzalauliwa, lazima utazalauliwa. Nataka nili niseme kwamba ukiwa unatafuta ni vigumu kuheshimiwa, ni vigumu kuheshimiwa ukiwa bado unatafuta. Lakini pia nisikilize kwa makini, lakini heshima inakuja baada ya mafanikio, heshima inakuja baada ya mafanikio. Kwa hiyo pigana vita, mtumishi wa Mungu, huko katika hali ya utafutaji, lazima heshima haitakuwepo, watu wengi watakuzalau Watu wengi watakunenea malio magumu zaidi, lakini heshima yako itakuja lini? Heshima yako itakuja mahali pale ambapo utakapokuwa umefanikiwa. Ninajua, ninaelewa, mtu yeyote anapokuwa natafuta lazima adharauliwe, lakini akishafanikiwa lazima heshima yake atapewa, heshima yake itakuwepo. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, wewe uliye na huduma changa, ambaye bado Unaendelea katika huduma hiyo changa, endelea. Mungu amekuitia mara hapo, mahali ambapo unaona kuna ugumu, sio kawaida hapo. Hapo ndipo Mungu alipokuitia mara hapo. Lakini mwisho wake, kuna kufanikiwa, nataka nikwambie jambo hili, ulielewe. Ndio. Hakuna kitu ambacho unaweza kukianzisha papo papo ukafanikiwa. Lakini lengo langu ni nini? Na ujumbe wangu ni upi? Nataka unielewe. Ukiwa unatafuta ni vigumu kuheshimiwa. Watu wengi wanahitaji kuheshimiwa wakiwa wanatafuta No, haiwezekani ukaheshimiwa wakati bado wewe unatafuta. Ukitaka kuheshimiwa mpaka pale watakapoona matunda. Mpaka pale watakapoona umefanikiwa. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, nataka niongee na wewe katika huduma hiyo ulionayo changa, kuna wakati wa mafanikio. Acha watu wakuzalao, acha watu wakunene magumu, acha watu wakuchafue. Inajua katika huduma hiyo ulionayo, hawatakosa wakuchafua na watakosa wakusemea yaliyo magumu, na watakosa wakuweza kuongea ambaye anaweza kuharibu moyo wako, ambaye anaweza kasibu moyo wako, lakini yakupasa uendelee na, ya ya kupasa, na kuchapa raba na kuendelea katika huduma hiyo, maana kuna wakati mbele yako, kuna wakati wa mafanikio. Na ukishafanikiwa, nataka nikwambie, heshima itakuja, na si ya kuheshimu atakuheshimu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, nikutie moyo. Siku njema leo katika, katika channel hii Naomba uelewe hili jambo kwamba wakati wa kutafuta lazima hautakuwa na heshima, watu wengi watakudharau, lakini heshima yako itakuja wakati wa mafanikio. Naomba hili ulijue na ulitafakari kwa umakini zaidi, na ulielewe na usichoke katika hali ya kutafuta. Hata ukiwa na washirika watatu, iko siku Mungu atakupa washirika watano. Hata kama utakuwa na washirika watano iko siku Mungu atakupa washirika kumi na huduma yako itakuwa kuliko maelezo. Acha uanzie chini, watu wakuchiki, wakuzarau, lakini iko siku Mungu atakufungulia milango na madisha haa. Tukiangalia watumishi ambao sasa wako duniani, ukifuatilia historia zao unaona kwamba kabisa walikuanzia hata uweze ukaamini, lakini wapo watumishi walioanzia chini. Walianza ukiwa na washirika watatu, leo hii wana washirika mia. Walianza wakiwa na washirika watano, leo wengine wana washirika mia tano. Lakini nataka nikwambie na wewe unayesalia hapo chini ya mti na ambaye hujajenga, Mungu atakufanyia wepesi. Endelea kuvumilia, na Bwana atakusaidia, lakini uelewe kwamba ukiwa unatafuta ni vigumu kuheshimiwa lakini heshima heshima inaonekana baada ya mafanikio yako kwa sababu so, tunamwangalia Samuel. Samueli, Samueli huyu halikuwa hana heshima hata ukiangalia kipindi cha nyuma alikuwa ana heshima, lakini heshima yake ilikujaje? Heshima yake ilikuja, ilikuja baada ya mafanikio. Unaona, hao watumishi wa Mungu akina Sauli pamoja na mwenzake wanaanza kuongea maneno ya kuonyesha kwamba Samueli anayo heshima baada ya mafanikio. Huyu mtumishi wa Mungu anasemaje? Anasema twende kwa mtumishi wa Mungu, maana kuna mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa muonaji ambaye anaitwa muonaji. Ndio tukienda kwake, basi anaweza kututafsiria nini, anaweza kutuonyesha hawa punda wako sehemu gani. Unaona, hayo ndio mafanikio. Wanajua kilicho ndani mwake, wanajua mafanikio aliyonayo yanaweza yakawasaidia, wanamsapoti. Unaona, hapa wanamwongelea vizuri. Maana yake kama angekuwa katika hali bado ya kutafuta, wasingemwendea wala wasingemzungumzia liyo mazuri. Lakini Biblia anasema mafanikio ya Samweli yaliwafanya wale watu mpaka wanaamua kumwendea popote alipo ili wawe, waweze kumfikia na yeye aweze kuwatolea tamko la kwamba punda mnayemtafuta yuko mara hapa. Kwa hiyo tunaona watumishi wengi sana wamepewa heshima kwa sababu ya mafanikio. Hata tukiangalia katika viti maalum, viti vya ubunge, unaangalia mbunge anapokuwa anaomba kura, anapokuwa na jinadi wengi wanamnyoshea kidore, wengi wanamnenea magumu, wengi wanamzungumzia magumu. Hapo ndipo wanapoanza kuleta vikesi vya kubandikizwa, wanaanza kuleta vingine vya nyuma vyote ambavyo aliweza kuvifanya waliobahatika kuviona. Hapo ndipo wanapokuja sasa kuleta vitu vyote na kuviweka mbele yake na mbele ya umati wa watu ili wamwelewe vibaya. Utakuta huyu anamsema vibaya, utakuta yu anamsema vibaya, lakini heshima yake mpaka mwisho inaonekana pale anapomaliza kushinda, anaanza kuitwa mheshimiwa mheshimiwa. Lakini wakati wa utafutaji, wa kipindi cha utafutaji, anaomba kura, watu walimnenea mabaya, watu walimzungumzia magumu, lakini aliposhinda hilo jina hakuna aliyeweza kulipinga. Kila mmoja sasa hivi anamwita mheshimiwa, mheshimiwa diwani, mheshimiwa, mheshimiwa mbunge, mheshimiwa. Hata na rais mwenyewe anapokuwa katika pirika za kuomba kura, wengi wanaongea. Hata ukiangalia hata kwa kipindi hiki cha cha kampeni, ukiingia kwenye mitandao, matukio makubwa ambayo yanaongelewa juu ya viongozi ambao sasa wamejipanga kwa ajili ya kufanyeni ya kugombea kwa hiyo unaona kwamba vituko vikubwa vinafanyika vina mitandaoni. Unaona matusi makubwa yanatokea mitandaoni, mara huyu anamchafua, mara huyu anamchafua. Acha wakuchafue, kwa sababu gani? Bado huko katika hali ya utafutaji, lakini baada ya kushinda kiti cha urais, basi ile heshima inarudi tena. Mtu kila mmoja anaanza kuita mheshimiwa rais, mheshimiwa rais. Hebu niulize swali, niulize swali kidogo ni, sijui nitajibiwa au sitajibiwa, lakini ningependa nijibiwe niulize kwa viongozi wa serikali. Hebu sasa nikuulize mbunge, popote ulipo, wakati wa kipindi ulipokuwa unagombea, je, watu wengi walikuwa na kusema vizuri au walikuwa na kusema vibaya? Unijibu. Na kama walikuwa na kusema vibaya, je, uliposhinda leo hii, aliyekuwa na kusema vibaya anakuita mheshimiwa au akuiti mheshimiwa? Hapo utanijibu. Sasa narudi katika nafasi ya urais, rais ambaye sasa unaiongoza nchi kwa kipindi hiki, kipindi kile ulipokuwa unagombea unaomba kura, eh, niulize swali. Ulipokuwa unagombea, je, watu wengi walikuwa wanakusema vizuri? Je, walikuwa wanakuita mheshimiwa wakati ulipokuwa unagombea? Jibu ni hapana? Ndio? Je, na kama walikuwa wengine wanakusema vibaya, hawakuiti mheshimiwa, je uliposhinda, je mpaka sasa wanakuita nani? Hapo utanijibu sasa. Kwa hiyo mimi nataka uelewe zaidi, wakati unapokuwa unatafuta, nataka nikuambie, ukiwa unatafuta ni vigumu kuheshimiwa, lakini heshima inakuja baada ya mafanikio. Kwa hiyo, kwa hiyo, ukishafanikiwa jambo, lazima heshima yako itarudi, lazima heshima yako itarudi. Umesoma, umesomea udokita, umesomea, umesomea udokita, lakini udo, umesoma, umemaliza, uko kijijini bado hujaajiriwa lakini unakuta mtu anakuongelea mambo magumu. Huyu amesoma, mbona sasa? Kama amesoma, mbona yuko ofisini? Mbona hajaajiriwa? Ndio ukisikia maneno hayo, sikate tamaa, kwa sababu bado wewe ni mtafutaji. Lakini wakati huu wanapokuwa wanaongea, hata wanakuwa nakuita jina lako, wanakuwa nakuita jina lako Karangwa, wanakuwa nakuita jina lako Kasilisoni, wanakuwa nakuita jina lako mti, wanakuwa nakuita jina lako, majina mengine wanakupatia tu ya mitaani, mitaani lakini wakati ukifika wa kuajiriwa lazima heshima yako itarudi. Itakujaje? Utaiona kwa macho yako, walikuwa wakuita dokita. Sasa hapo wakati wa kuajiriwa, jina lako linabadilishwa, heshima yako naanza kurudi, unaanza kusikia eh, dokita, dokita, dokita, dokita, dokita, dokita. Kipindi kile walikuwa wanakuita majina mengine ya mitaani, mengine ya kuchukiza na ya kukatia tamaa, lakini wakati wa mafanikio, umekwisha ajiriwa, lazima heshima yako itarudi, heshima yako itakuwepo. Acha watu wakuzalau leo lakini, acha wakati ufike, heshima eh, yako itarudi. Tukiongelea, nikitoa mfano kwa mkulima, mkulima anakuwa na, analima shamba lake. Anapokuwa analima kwa jembe, watu wanakuwa wanamchekelea, unalima mpaka saa saba, watu wanakuchekelea, unalima mpaka saa nane, watu wanakuchekelea, wanasema huu maskini umemmaliza kweli kweli. Lakini unapozalauliwa kwa kipindi hicho, uelewe kwamba heshima eh, yako itakuja. Sasa heshima yako itakuja lini? Heshima yako itakuja wakati wa mavuno. Ukiwa unavuna, unaanza kuona watu wenye vitambi wanakuja. Unaona magari yanakuja. Unaona maseni yanakuja. Yamekuja kwako kufanya nini? Yamekuja kwako kutafuta au mazao? ulioweza kuyalima wewe mwenyewe, ulioweza kuyalima wakiwa wanakuchekelea, wanakuja kutafuta. Unaona watu. Wanakuja na vitambi vyao wanakuja na vindoo wanakuja na minzani, wanakuja kwako, heshima inakuja hapo, lakini wakati ulipokuwa unalima ulikuwa upie heshima yako, lakini wakati wa mavuno heshima yako inafanyaje? Inarudi. Kwa hiyo mimi niseme siku njema leo. Mungu akupe neema, Mungu akubariki. Na kwa kipindi hiki cha uchaguzi, amani ya Bwana itawale, amani ya Bwana itawale. Sera ziwe ni sera za amani, isiwe ni sera za vita. Alafu mimi ambacho nataka niwaambie watumishi wa Mungu, watu wa Mungu katika nchi hii yangu ya Tanzania ambayo naipenda kuliko maelezo. Nataka niwambie kitu kimoja hiki: ni kipindi kigumu na ni kipindi cha uchaguzi. Nataka niwambie kitu kimoja, muelewe kitu kimoja, huyo huyo unayemchafua ndiye atakaye kuja kukuongoza kesho. Huyo huyo unayemnenea mabaya ndiye atakaye kuja kuongoza kesho. Kwa hiyo tunaitakia amani nchi yetu ya Tanzania. Tunaitakia amani, tunataka amani katika uchaguzi huu. Na Mungu wa mbinguni atupe baraka. Na Mungu wa mbinguni atupe neema. Tukizingatia haya, kwamba Mungu kuna jambo amekusudia katika maisha yetu, kuna jambo kubwa Mungu anakwenda kulifanya kwenye maisha yetu. Mungu aibariki nchi, Mungu aibariki Afrika, Mungu aibariki Tanzania na Mungu aibariki viongozi wote wa nchi hii ya Tanzania. Bwana wape neema na Bwana wape baraka. Amina kubwa, amen.